kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Tunajua mnafanya, lakini lazima tuseme kama vile tunakumbusha, ni muhimu tukawa tunakumbushana tunapokutana wengi wengi hivi. Na nyie ni viongozi, mmewaacha wenzetu kule, basi na nyie mchukue hii kama ajenda ya kuwakumbushia wenzetu wakati wote. Kwa hiyo tuendelee tu kuhamasisha kwamba kila mmoja atekeleze wajibu wake. Wajibu pia kuelimisha na wenzetu ili kila mmoja naye pia afuate e, mwelekeo huo na hiyo ndio taswira mzuri ambayo wananchi wanayo badata. Daktari ni mtu mwenye huruma, mwenye upendo, mtu ambaye anaguswa na, na, tatizo la watu wetu na ndio tabia mlionayo. Na sisi sote tunatembea huku, tunawategemea nyie. Tukijikwa inabidi tuje kwenu, na nyie hamuishi kusema pole. Huwezi kujua mimi nimejikwaaje, hata kama ilikuwa nimejikwa kwa uzembe wangu, lakini nyie mnaanza na pole tatizo ilikuwaje, afuajieleza. Kwa hiyo tabia hiyo ni taswira mzuri sana kwenu. Hii ni kada ya heshima, na kwa kweli e, umakini mlionao ambao pia una dalili ya uzembe. Uzembe siku hizi mmepambana pia na nyie kupunguza kukombesha wale wachache wenye lugha zisizokwaza staha kwa wagonjwa eh? na wale ambao wanapenda kusumbua tu wagonjwa wetu mmepunguza sana Mheshimiwa Rais, ongera sana. Wapenda kuchukua rushwa mmejaribu kupambana nao, mwendelee kwa sababu sekta ya afya inahitaji mtu atoe bashishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zile fedha trilioni sita nukta saba ambazo Rais alizileta wewe ukatusimamia kuhakikisha zinafanya kazi, leo zimetufanya Tanzania ni kinara kwenye mambo ya afya na leo rais wetu amepokea, amekuwa rais wa saba duniani kupokea nishani ya kimataifa kwa ajili ya masuala ya huduma ya mama na mtoto, lakini ubora wa huduma za afya. Na leo na nimemsikia rais wetu amesema hapa, nimemsikia rais wetu akisema, rais wetu akisema hiyo nishani aliyoipokea anairudisha kwenu kwa heshima, kwa sababu yeye ndio unaifanya hiyo kazi. Asanteni sana madaktari, kwa kututoa tumasomaso na nahio. Lakini madaktari waliopo hapa baada ya niye, Mheshimiwa Waziri Mkuu, rais wetu kutoa zile fedha na kusimamiwa vizuri leo, leo Tanzania kwa Afrika, hiyo nishani ni sisi wenyewe Tanzania tumeipata, kwa marais wote wa Afrika ni Tanzania tu pekee yake imeipata. Timu iliyoko hapa ni kona stone ya mafanikio yote tunayoona kwenye sekta ya afya na revolution za sayensi zote zinazotokea kwenye hospitali zetu mpaka mataifa yanakuja mbalimbali, kwa kweli ni akili za wao waheshimiwa walioko hapa. Tunawashukuruni sana kwa sababu kupata hela ni jambo moja, lakini kujua ununue teknolojia hii sahihi ni jambo lingine. Tunawaambia asanteni sana, tunawashukuru sana.